Tena kaburini hayupo tena kaburini. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Uh, ukweli mkubwa ambao tunao ni kwamba Yesu hayuko tena kaburini. Haleluya, amen. Hayupo tena kaburini. Bwana Yesu asifiwe sana uh, tunapokumbuka uh, kufa na kufufuka kwa Yesu, na ni matendo ambayo au, au ni jambo ambalo tunaendelea kulifanyia kumbukumbu kiimani uh, tunaweza pia tukapeleka kumbukumbu au tukapiga picha maisha yetu na kuifikiria kifo cha Yesu kama njia ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Uh, ukisoma katika kitabu cha Mathayo ishirini na nane kuanzia sura ya kwanza, neno la Mungu linasema hata sabato ilipokwisha ikipambazuka, siku ya kwanza ya Juma, Maria Magdalene na Maria yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akali vi, vi, irisha lile jiwe akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji, na kwa kumogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akamwambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwa kuwa amefufuka kama alivyosema. Njooni mtazame mahali alipolazwa, nanyi nendeni upesi mkawaambia wanafunzi wake amefufuka katika wafu. Tazama, watangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomwona. Haya, nimekwisha kuwaambia. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. The book of Matthew chapter 28 from verse 1 up to to verse 7. Kwa wale ambao wanaongea Kinyakyusa wanielewe katika hilo Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alisulubishwa kwa ajili ya dhambi zangu mimi na wewe, na hii ni kuonyesha upendo mkubwa ambao Mungu anao kwa mwanadamu. Unajua, Mungu alipoiumba dunia, alitamani kutengeneza ile fellowship kati yake yeye na mwanadamu, na ndio maana mara nyingi Bibilia au Bibilia inasema katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alikuwa anakuja, anazungumza na Adamu wakati wa jua kupunga. Hili inaonyesha nini? Mungu alikuwa na fellowship na mwanadamu, ule ushirika wa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akawa anaishi hayo maisha na mwanadamu. Shetani akaona kwamba haya maisha ni mazuri sana, kwa sababu Shetani anajua raha iliyopo pale ambapo mwanadamu anashirika. Shetani anajua raha ya ushirika na Mungu anaijua. Na kwa sababu alikosa, akatengeneza mpango wa kuharibu ule ushirika baina ya Mungu na mwanadamu. Akaona kwamba ni lazima nifanye namna yoyote mwanadamu asiweze kuyafurahia haya maisha. Kwa sababu ninajaribu kuhisi, ninajaribu kuhisi, haijaandikwa, lakini najaribu kuhisi iko hivyo kwamba, uh, Mungu alikuwa anamtembelea Adamu, huwa anazungumza, anampa ufunuo mbalimbali, anamfundisha mambo mbalimbali mbali. Hakuna kitu kizuri kama kutembelewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu ukitembelewa na Mungu unafarijiwa ukitembelewa na Mungu unainuliwa, unabarikiwa, unatiwa nguvu. Shetani akaona hiki kitu, lazima hii fellowship ni haribu, na ndiyo akatengeneza mpango wa kumweka mwanadamu katika nafasi ya uasi kwenye bustani ya Edeni kupitia mwanamke ambaye alikuwa ni msaidizi wa Adamu. Nyoka akapenyeza uongo kwa habari ya kula tunda, wakala tunda, na huo ukawa ni mwanzo wa anguko la mwanadamu, au mwanadamu kuwa mbali na Mungu, au yale mahusiano kuwa kuvunjika. Mungu akiwa wa huruma japokuwa alimuondoa mwanadamu katika bustani ya Edeni, na wakawekwa wakawe pia makerubi kwa ajili ya kulinda ile bustani, lakini bado Mungu aliendelea kufikiri namna ambavyo atakomboa mwanadamu. Tunaona pia kwamba ule wakati wa Nuhu, Mungu bado, kwa sababu mwanadamu alipotoka kwenye bustani ya Edeni sasa adui alipata nafasi ya kueneza uasi kwa namna ya, ya ajabu, kwa sababu Adamu na mke wake walipotoka kwenye bustani ya Edeni, walipa, walikuwa na watoto, na tunaona kwamba alitokea Adam, alitokea Abili na Kaini, na pale dhambi ya kwanza ya uaji inatokea ya mtu kumuua ndugu yake, adui anaendelea ku kuonyesha nguvu zake kwa kuendelea kumpoteza mwanadamu kwenda mbali na Mungu. Baada ya pale wasi kufanyika, mwanadamu akaendelea kufanya maovu. Ikafika mahali ambapo uh, ilikuwepo miji ya Sodoma na Gomora ambapo ishu ya ushoga ilianzia kule kwenye ile miji. Mungu akawa na ghadhabu sana kwa habari ya ile miji, akaichoma aka kwa kiberiti, eh? Lakini kama haitoshi bado kuna, waka, kuna wakati wa Nuhu, Mungu anajaribu kutafuta namna ya mwanadamu kuokolewa. Mungu akatuma manabii mbali mbalimbali, alituma wakina Isaya, wakina Yeremia, wakina Joeli, wakina, manabii wengi akitafuta namna ambavyo ataiokoa dunia. Lakini bado hakupata namna ambavyo dunia itaokolewa. Ikafika wakati ambapo Mungu alinyamaza kimya. Ni miaka mingi. Wataalamu wa teolojia wanahesabu miaka mingi kutoka wakati wa yule nabii mdogo e, Malaki mpaka kwenye kitabu cha Mathayo hasa kuna, kuna kipindi kirefu ambacho Mungu alinyamaza kimya. Aliona kwamba kutuma manabii haitoshi kwa ajili ya kumkomboa mwanadamu. Akawa anatengeneza mpango kazi ili kumwokoa mwanadamu. Akawa anafikiri anafikiri anafikiri, lakini tukirudi kwenye Biblia kuna mahali ambapo neno la Mungu linasema, mbingu, Mungu akasema, ni mtume nani atakayekwenda badala yetu? Tutarudi pale baadaye, lakini katika ule ukimya wa Mungu, Mungu akaona kuna jambo moja ambalo anaweza akalifanya kwa ajili ya kumpata mwanadamu, akaona amtoe mwana wake wa pekee katika kitabu cha Yohana sura ya tatu kumi na sita, Bibilia inasema kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu akaona, ni nini nitakifanya ambacho kita kita, ni gharama gani nitaingia? Kwa hiyo katika namna nyingine Mungu akaamua kuvaa mwili akaja akajitoa kwa ajili yangu na kwa ajili yako ya. Bwana Yesu asifiwe sana, Haleluya. Mwimbaji mmoja kaa nimba ule wimbo gharama aliyo ya Mungu kutupata sisi ni kuwaa, ah. Mwana. gharama aliyoingia Mungu kumpata mtu mmoja leo sio ndogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wakati mwingine hata kama Mungu hajakupa gari bado gharama aliyoingia ni kubwa. Hata kama Mungu hajakupa nyumba bado gharama aliyoingia kwa ajili yako ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwaga damu kwa ajili yako, anamwaga damu kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo rafiki yako hata ukamwambia si unanipenda eh? Ndio, ndiyo, hebu nibebe kuanzia mianzini mpaka sanawari, hiyo spidi atakaondoka nayo sio ya nchi hii eh. Leo hii nikamwambia mke wangu pale kwamba hebu ah, tumchukue mtoto wetu mmoja eh, tuende Twende, tuende tuka, tumchanje chanje na viwembe hivi ili kama sadaka, huyu mama anaweza akaenda kwao kesho, nikaitwa dawati. Wewe hapo, kuna kuna vitu wewe au mimi hatuwezi kuvifanya, lakini gharama aliyotoa Yesu ni kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana.